Nam, karibu kwenye Ngumzo la Ghasani. Na hapa kuna habari ambayo imetujia vipunde kutoka kisiwani Pemba, ambako aliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitiacit wa zalendo ambaye pia ndiye mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Othma Masudi Othman, hivi leo tarehe 6 Novemba ma225 aliwasili kisiwani Pemba mapema kabisa kwa ajili ya ziara maalum ya kikazi Rani. asubuhi alipokelewa na mamia ya wakazi wa kisiwa cha Pemba, wakisindikizwa na viongozi wao, wanachama wake na wafuasi, katika uwanja wa ndege kisiwani Pemba kabla ya hapo, kabla ya kwenda kuhakika kuwahutubia wananchi katika ofisi ya uratibu wa chama chake gombani chake chake, huko huko Pemba. Katika salamu zake mbele ya halaiki hiyo Othman Masoud Othman aliwahimiza wananchi hawa wa kisiwa cha Pemba na kila ambaye alipiga kura kumchagua yeye na chama chake kwamba waendelee kuwa watulivu na wenye subira, wakisubiri hatima baada ya mashauriano ya ngazi zote, kutokana na dhuluma kubwa ambayo alisema imetendeka ya kuporwa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Othman amesema kwamba kutokana na yote yaliyoshuhudiwa nchini kote, kwa hakika lazima viongozi wa chama chake ambao wameaminiwa na umma mkubwa wa wananchi wahakikishe kwamba hakuna suluhu yoyote zaidi ya ile ya kuinusuru Zanzibar, ambayo ndiyo kiu kubwa ya wazanzibari walio wengi. Aidha, alisisitiza msimamo wake akisema kwamba viongozi wenzake na yeye mwenyewe watapigania haki ya umma iliyoporwa kwa njia za amani, bali pia hawako tayari katu kutafuta suluhu ambayo ameita yeye ni ya kuku la lalala kipanga pite, alisema Othman, na hapa na mnukuu, mmetuamini kwa hivyo tuende nalo na kwa pamoja hadi mwisho wake. Iwapo ni ujinga, tuende nao sote, na iwapo ni suluhu hiyo ya kweli, pia tuende nayo sote. Mwisho wa kumnukuu Othman. Pia alisema walimwomba Mwenyezi Mungu walitawakal kwake yeye kwa na kwa hivyo ni wajibu wao kumshukuru sana kwa ajili ya amani ambayo mpaka sahizi bado ipo katika visiwa vya Zanzibar. Ameelezea kwamba hilo ni muhimu kwa kila mwananchi, kwani pamoja na dhuluma na hujuma kubwa iliyotendeka dhidi ya maamuzi halali ya umma na uporaji au utekaji wa matokeo ya kura, wapo ambao pia walikuwa na dhamira kwamba uchaguzi usipite salama bila kumwaga damu ya watu wasiokuwa na hatia, kama ambavyo amezoea amefahamisha Othman Masoud Othman kwamba kwa mujibu wa taarifa sahihi ambazo walizipata kutoka ndani ya mamlaka husika na hata ndani ya tume ya uchaguzi yenyewe, kutokana na mchakato wote wa kupiga kura kabla ya hujuma za uporaji, ACT Wazalendo walikushizolea ushindi katika majimbo 32 kwa nafasi zote za uraisi, ubunge, uwakilishi na udiwani kote unguja na Pemba. Ameongeza na hapa na mnukuu, hata spirit yetu ni ya ushindi, furaha yetu na amani yetu ni hakika kwamba sisi ni washindi, mwisho wa kumnukuu. Amemshtakia Othman Masoud Othman Mwenyezi Mungu kwamba dhuluma iliyotendeka ya kupora maamuzi halali ya wananchi kutokana na uwizi wa kura, akisema machozi na maumivu haya ya umma insha Allah, insha Allah yarudi kwa walio wadhulumu. Amefananisha haya aliyoita ya wizi wa kura wa kujirudiarudia katika kila msimu wa uchaguzi, ambayo amesema katu kwa mwaka huu haikubaliki, kuwa ni sawa na tabia iliyozoeleka ya simba kutegemea kupata chakula kila mwonapo nyati huku akisisitiza kwamba mara hii ataliwa yeye. Alimalizia kwa kuwaambia wananchi hao, na hapa namnukuu tena, huu ndio mwisho wa kutuzoea, mwisho wa kutuzoea ni mwaka huu. Tunapotembea sote tusimame kifua mbele, tukisema sasa ni mwisho wa kutuzoea, kutuzoea. Sasa basi, mwisho wa kumnukuu. Mwingine aliyekuwepo katika ziara hiyo alikuwa ni naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar, Omar Ali Shehe, ambaye mwenyewe alikuwa pia mgombea uwakilishi wa jimbo la Chake Chake, ambaye aliwashukuru wananchi walijitokeza kwa wingi hapo, akisema kwamba bado hisia za umma zimejengwa na matumaini walionayo. Baada ya maamuzi yao makubwa aliyoyafanya ya kuikataa CCM kupitia masanduku ya kura kuporwa katika uchaguzi mkuu wa hivi karibuni, viongozi mbalimbali wamebatana na Othman Masoud katika hafla hiyo, wakiwemo wenye viti na makatibu wa mikoa na majimbo ya Pemba, wakiongoza makao mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Ismail Jusa, na mratibu wa chama hicho upande wa Pemba Rashid Ali Abdullah. Hii ni mara ya kwanza kwa ziara kama hiyo kufanyika tangu kuisha kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Naam, basi hiyo ndio taarifa ambayo tumepata hivi karibuni kutoka kisiwani Pemba. Mtazamaji mm, wetu wa Gumzo la Ghassani endelea kuwa nasi, weka comment zako, weka likes, weka share na kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Bila shaka tutaletea mengi zaidi ambayo tutayapata kutoka kisiwani Pemba na katika ziara hizi ambazo Othman Masoud ameziita kwamba ni ziara maalum kwa ajili ya kukutana na wananchi baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba.